zazi kipya Kala Jeremiah amepokea cheti maalum kufuatia wimbo wake uitoao tuna ndoto kutoka kwa shirika la Society Watch linalojishughulisha na kutetea na kusaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu hususani wale wa vijijini. Taarifa yake uh, videa Kilibaha inasomwa studio. Akizungumza wakati wa kukabidhi cheti hicho, mkurugenzi wa shirika la Society Watch Simon Mkondia amesema lengo kuu la kumkabidhi cheti msanii huyo ni kutokana na, na maudhui ya wimbo wake wa wanandoto ambayo inahimiza serikali na jamii kwa ujumla kuwajali na kuwawezesha watoto wanaoishi katika mazingira magumu, jambo ambalo litakalosaidia kuziondoa changamoto zinazowakabili na kujiona kama sehemu ya jamii yenye furaha. Wakomboa watoto wanaoishi katika mazingira magumu na yatima wanaokosa elimu, wanaopata chakula kwa hafifu, wanaoteswa na wengine. Kwa mujibu wa, wa, watafiti ambazo wamefanya watafiti mbalimbali, ni kwamba kuna watoto wengine wanafanyiwa mpaka ulawiti hasa wale wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa upande wake, Kala Jeremiah amebainisha kuwa heshima hiyo itakuwa ni changamoto kwake, kwani sasa anatambua kuwa jamii inatambua mchango wa wasanii, hivyo dhana ya kufanya kazi kwa bidii haiko peki, lakini pia itamwezesha kusonga mbele na kuikumbusha zaidi jamii juu ya watu wenye uhitaji. bila bila, bila Watanzania wote kwa ujumla. Tukisema tuwaachia watu fulani, hakuna mtu anayeweza peke yake. Hili swala ni kubwa. Kwanza watoto wanahitaji tu, kama watoto wanahitaji upendo wa kwanza, kupendwa na kuonekana kwamba na wao wanathamani katika jamii yao. Uh, kitu ambacho kiukweli kabisa kwa watu, kwa watoto uh, uh, uh, uh, uh, uh, yatima na wanaoishi kwenye mazingira magumu hicho kitu kama hakipo. Uh, uh, kwa hiyo nikachukua nika, nika kalamu na karatasi lengo la kwanza nilikuwa ni kuandika kuwakumbusha watu. Ni kama ambavyo mashirika mengine au makampuni mengine yanajulikana kwamba yanajulikana hii ni kampuni fulani ina bidhaa fulani lakini kila siku kwa nini wanajitangaza? Wanajitangaza kwa sababu lazima wakumbushe watu. Watu wana tamaduni wa kusahau. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Upendo Msuya, Channel 10.